Yes bwana, baada ya wa Kenya Wakenya kuiripoti akaunti ya Chief Godlove, Inspiration Speaker ambaye ni mtu ambaye amekuwa maarufu sana kupitia mtandao wa TikTok na sasa hivi akaunti yake ya TikTok tkt, namzungumzia Godlove Mwakibete maarufu kama Chief Godlove, akaunti yake imekuwa imekuwa eh, ban siku ya jana, lakini pia hapatikani kupitia mtandao huo wa TikTok, lakini pia kelele zimekuwa nyingi, watu wengi wakisema kwamba baada ya Wakenya wamekuwa wameripoti eh, baada ya maneno yake siku chache zilizopita akiwa amesema kwamba anataka kuinunua nchi e, ya Kenya. Sasa kinamna fulani hivi, kama Wakenya wamepata hasira, Wakenya wakaamua wakaamua kwenda kuiripoti akaunti yake ya TikTok kwa maelezo yake kwamba wameweza kuiripoti, baada ya kusema kwamba atainunua Kenya na vitu vingine kama hivyo. Sasa ni kitu ambacho hakina mantiki, lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram siku ile ameweza kuwajibu haters kwamba ameweza kujizawadia gari yake yenye thamani ya bilioni moja na milioni tano aina ya Ford Mustang, moja kati ya gari yenye speed kali kabisa ikipita. Ni gari sio ngeni sana macho ni kwetu kwa sababu tunaona katika movie nyingi, kama vile Fast and Furious na 10 imekuwa ni gari ambayo ikitumiwa sana na wale waigizaji umovu hizo kama Fast X, lakini pia ni moja kati ya gari ambayo eh, kina manufaa hivi, ni nzuri sokoni, lakini pia watu wengi wameshangaa kwamba g tv thamani yake ni dola around dola elfu 48.155, lakini pia inaweza kwenda mpaka dola elfu 52. Thamani yake huwa ndio inaanzia hapo, ikimaanisha kwamba tukileta kwa pesa za kibongobongo gharama yake ni aa, kama milioni 127 hizi za Kitanzania. Sasa Chief Godlove kupitia ukurasa wake Instagram amesema kwamba gari hiyo ina thamani ya bilioni moja na milioni so, sure eh, eh, mia tano kwamba kuweza kuwashangaza baada ya maneno yake kupitia kurasa wake wa Instagram, alichokiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Anasema kwamba kelele zimekuwa nyingi mjini. Gari ya bilioni moja na milioni mia tano si ya kunishinda mimi kununua nbatws New baby in town. Skrola bila kulia, ukimtegemea Mungu miungu ee, ukafungua jicho la tatu, magonjwa na umaskini vinakaa mbali sana na wewe. Kesho utaenda kusikia habari njema za kubadili maisha yako. Hii gari inaitwa Ford Mustang GTD Daytona mpya na makaratasi yake kutoka Fast Farters mpaka Bongo. Nyiye niiteni majina yote Uh, na ila sitoacha kuishi vile nataka mimi ndiye kijana mwenye akili ninayetumia mawe ninayotupiwa na maadui kujenga nyumba na wigo nimeamua kujizawadia gari ya bilioni moja na milioni mia tano kama kujifuta machozi kwa akaunti yako kuibiwa ya TikTok Usiogope kuonyesha mafanikio yako, juu ya watu watasema ni illuminati. Ishi maisha yako, usisahau kushea insta story habari hii, ili kila mmoja apokee baraka asubuhi akiamka, aamke na habari Chief, pia, nengu, na habari njema. Huu ndio ujumbe wa Chief Godlove kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia imekuwa wee mengi, lakini pia baadhi ni ya watu wakiwa ni wamempongeza hatua nzuri ya mshikaji kufanya uh, kupiga hatua kwa sababu ni gari ni thamani kubwa kikweli, lakini pia I'm not sure kama inaweza kufika bilioni moja na milioni mia tano, kwa sababu thamani ya gari hii kupitia mtandao wa Google, ukiingia pale ukiandika Ford Mustang price, bei yake utakuta ni around dola mpaka, ambapo kibongo bongo ni kama milioni 127 hivi. So I'm not so sure kwamba gari hili ina thamani ya bilioni moja na milioni mia tano. So weka koment yako, wenda ni kweli au sio kweli, lakini pia wewe ndio jaji wa habari hii. Lakini pia mi nakuachisa wewe, make sure una subscribe na kulike na koment, kama ni mara ya kwanza, ili kuwa mtu wa kwanza kupata kila stori zote ambazo na kupita mitandao ya kijamii. Tena next time.